Sisi jamii yote ya Kumbala tunamuombea Dkt Juma Zuberi Homera, tunajua kwamba huyu anaweza kuwa msaada kwetu. Waziri wa Katiba na Sheria ambaye pia ni mbunge wa jimbo la na Namtumbo, Dr Juma Homera amekamilisha ahadi yake ya kutoa shilingi milioni tano kwa ajili ya ukarabati wa zahanati ya Kumbala, ahadi aliyotoa wakati wa kampeni za Uchaguzi Mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Akizungumza kwa niaba ya Dr Homera wakati wa kukabidhi fedha hizo, mwalimu Saidi Homera amewataka wananchi wa Kumbala kuendelea kushirikiana kutatua changamoto zinazowakabili na kuhakikisha kuwa fedha zilizotolewa zinatumika kikamilifu kwa kazi iliyokusudiwa. Kazi ya kata, ngazi ya kijiji, tunaomba hizi pesa mushirikiane ili zifanye kazi iliyokusudiwa Sawa, na hii pesa isije ikatugawa. Ni pesa ndogo sana, isije ikatugawa ukawa kuna makelele mengi, wakati litola atujei kusikia rekodi hiyo ya watu kuanzisha magombe ngome, sio na sababu kwayo, mi niwaombe sote kwa pamoja tushirikiane ili kituo chetu hiki au zahanati yetu iweze kufanya kazi kwa haraka iwezekana. Mganga mfawidhi wa zahanati ya Kumbala, Ali Salomu Mtumbei, akipokea msaada huo, amesema kuwa fedha hizo zitakwenda kuboresha miundombinu ya kituo hicho ili kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi. lakini leo imekuwa ni siku ya faraja kwetu, maana Mheshimiwa mbunge amekuja kutimiza ahadi ambayo alikuwa ameahidi ya shilingi milioni tano ili kuweza kumalizia wa zahanati yetu ya Kumbala sababu zahanati yetu ilikuwa inakumbwa na matatizo madogo madogo. Kwa hiyo kama alivyoahidi katika kampeni zake, leo imekuwa ni siku kubwa sana, amekuja kutimiza ahadi yake. Hatuna maneno mengi ya kumwambia zaidi ya kumshukuru. Fedha hizi zitakwenda kuimarisha kwanza miundombinu ya zahanati kwa sababu kuna baadhi ya miundombinu ilikuwa haipo vizuri kupitia kiasi hiki cha fedha ambacho tutasaidia mheshimiwa mbunge itakwenda kumalizia changamoto ndogondogo, kwa mfano kulikuwa kuna baadhi ya milango haijafungwa, kwa hiyo itaenda kumalizia kufunga ile milango na kutatua hizo changamoto ndogondogo. Na baadhi ya wananchi wa Kumbala, akiwa mdiwani wakati alitola, wamemshukuru Dr. Homera kwa kutimiza ahadi yake, huku akisema wanaamini ushirikiano wa karibu kati ya mbunge huyo na wananchi utaleta maendeleo zaidi katika eneo hilo. Najua amesema lazima aje, anataka sisi tumfanye nini? Mimi nafahamu yule ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Mimi nakumbuka kule Mbeya alikuwa anafanya nini yeye. Anataka ukiomba kitu, kafanye kazi. Akiona si unaomba kitu, tutakuwa nusunusu, maana yake inaonekana sisi kama hatu. Kwa hiyo mi kama diwani nasema, mwenyekiti umesimama kama kawaida, na mtendaji wako ndiyo yule mtendaji wangu mimi nijue ripoti napokea kwa mtendaji wa kazi, mimi kinaendelea mwisho wa siku tupeleke mrejesho kwa wakubwa, kama tulipokaa tunaleta kurejesho wa matumizi ya ile fedha, na hawa waturejesha kwa mheshimiwa waziri kwamba kumbana anatekeleza matumizi yake ni haya. Asante sana mheshimiwa Juma Homera. Inaitwa Bosco Barabara, mradi umeanza mwaka elfu moja mia tisa tisini ndio umeguliwa rasmi, lakini mpaka kuja kukamilika kuja kwenye ufunguzi tumefungua mwaka 2024 20 ndipo umefunguliwa, lakini katika kufungulia pia tuna changamoto ambazo zipo ambazo pengine jamii au wana kijiji walikuwa hawana uwezo nazo, kwa sababu mchango uliochangiwa ni mwingi sana, kiasi kwamba ilifikia mahala sasa, tumebakia hatuna kitu sisi. Jamii yote ya Kumbala tunamuombea Dkt. Juma Zuberi Homera, tunajua kwamba huyu anaweza kuwa msaada kwetu kutoka Kumbala, kata ya Litola, wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma. Mimi ni Shehani Mzeina. Kila siku foche Johanna Daycare and Nursery School. Inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori; watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Forti Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ya ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.